Hapa Chato, ndugu mwenyekiti, nitakuwa mchoyo wa fadhila kwanza nisiposhukuru kundi muhimu la hamasa kutoka umoja wa vijana hapa Chato. Hiyo yote inatokana hususan na ari morali bashasha na shamra shamra -shambra walizotuonyesha ukilinganisha na hali ya hewa ilivyo siku ya leo, ni jua kali, lakini wao tangu asubuhi wapo barabarani wakisema kwamba viongozi wa kitaifa wametufikia, hatulali, tutaendelea kuyasema mema na mazuri ya chama cha. Ndugu mwenyekiti, nijikite pia kushukuru kwa namna ambavyo tangu tumeianza ziara mkoa wa Geita, leo hii ni siku ya tatu tukiwa hapa Chato lakini malezi mazuri kutoka kwa Chama cha Mapinduzi, mwenyekiti wa chama mwenye na katibu wa chama mkoa hawajatuacha hadi dakika hii. Kwa kweli, wana wa Geita, hususani Chato, tunao viongozi mahiri wa Chama cha Mapinduzi, tunawashukuru sana. Lakini vile vile tushukuru, tunao viongozi wa serikali ambao sisi umoja wa vijana kwa Geita tunajivunia. Amesema mwenyewe hapa kaka yetu Martin Shigela kwamba alikuwa katibu mkuu wa jumuiya yetu ya umoja wa vijana wa chama cha mapinduzi taifa. Naye pia tunatamini, tumeendelea kuwa salama hadi muda huu kwa sababu wametuhakikishia ulinzi na usalama hadi dakika hii. Ndugu mwenyekiti, nijikite kukutoa shaka kwa sababu katika wilaya hii ya Chato mimi na vijana wenzangu wa Chato na wananchi wa Chato, katika vile vijiji mia moja kumi na tano pamoja na vitongoji mia tano tisini na nne tulivichukua vyote kupitia uchaguzi wa serikali za mitaa kwa asilimia mia moja, na Chato ni salama kwa sababu ni kijani kote, kuanzia vijiji na vitongoji vyote. Nani kama sisi? Nani kama sisi, tuendelee kukuhakikishia kwamba tunapoelekea uchaguzi mkuu ifikapo Oktoba 27 mwaka huu 2025, tunakwenda kuchukua tuna Suluhu Hassani ni zaidi ya tufani. Dr. Samia oye! Na hayo yote yamedhihirishwa na utekelezaji wa ilani mzuri ambao umeainishwa hapa na viongozi wetu wa serikali. Ndugu mwenyekiti, wewe kama kiongozi wa msafara pamoja na wajumbe wa kamati ya utekelezaji, tumekuja na dhamira na malengo kupitia ziara yetu hii tunayoshuka katika maeneo kutoka mikoani kuja wilayani dhamira zote hizo unazo wewe, kiongozi wetu. Nitawanyima uhondo wasipopata kupata muda wa kukusikiliza, na imeshatangazwa leo kuna mechi ya Simba. Niliona watani walikuwa wanacheza hapa ngoma na jezi zao zinaumiza macho, lakini niwahakikishie sisi Simba leo tutaibuka kidedea. Taifa letu Simba ajua ni mtani wa jadi alikuwa anatutakia kila la heri akiwa hapo.